Sauti kila siku unakuwa unasikiliza sauti S sauti, hata hapo unaposikiliza unasikiliza sauti lakini sauti ina maana kubwa sana kiroho. Sauti ina maana kubwa sana kiroho. Sauti ina maana kubwa sana kiroho leo kiroho, nielewe hili nija na mfano mmoja tu mzuri, mfano mzuri ambao hauna wivu wala ubaguzi. Wewe ni shahidi, unaweza ukawa upo kwenye sherehe, ulienda kwenye sherehe, ulienda kwenye sherehe, huna mood ile yani labda umeenda na stress zako. Umeenda huna. Yani huna lile wala lile. Huna hili wala ile. Uko umetulia zako tu, huna mood ya kucheza mziki, wewe umesema kama ngoja niende nikashangae, ngoja niende nikashangae tu, ngoja nikashangae jinsi watu wanavyofurahi nini basi. Lakini cha ajabu, ukifika pale, jinsi mziki unavolia ti ti, ti ti ti, wanaweka muziki wa alai, wanaweka muziki wa alai, unakuja kwenye mdi unashangaa, mdogo mdogo unaweza kutikisa kichwa ti ti ti, unaweza unaanza kuchezesha, kuchezesha mwili, unaweza kuchezesha mwili, unaweza kuchezesha mwili, unaweza kuchezesha mabega, mala miguu mala mala, unaanza kukata kiuno. Umeona ba, ile sio bahati mbaya. Ile sio kwamba eti kwamba, ah, nilitaka tu mwenyewe, hapana. Pale unafanya utumishi kwambia mimi kitu ambacho naashaina, mwili wa binadamu ni mtumishi mzuri sana. Mwili wa binadamu ni mtumishi mwenye Ni mtumishi. Ni mtumishi. mtumishi asiye na kiburi wala jeuri. Ni mtumishi. Hakuna mtumishi mzuri kama mwili wa binadamu. Pale ndugu yangu unakuwa umeendeshwa. Yaani pale si kwambia, aa, niliamua tu nicheze apana. Pale umeendeshwa. Umeendeshwa kwa namna gani? Muziki unavyokuwa unalia, unatoa mawimbi tafsiri ya pale kwenye muziki ni furaha. Kwa hiyo jinsi unavyocheza ndiyo action ya furaha yenyewe. Hebu unielewa vizuri, yani ndio action ya furaha, jinsi unavyocheza yani ndio mtetemo unavyoenda hivyo, yani ndio action ya furaha. Sijui unanielewa. Kinachokuwa kimetokea, masikio yanawasiliana na akili ya, ya ndani. Masikio ni mlango wa fahamu. Jicho la tatu pia ni mlango wa fahamu. Macho ya nyama haya ni mlango wa fahamu. Ngozi ni mlango wa fahamu. Masikio yanaingiza mawimbi kwenye akili ya katikati. Akili ya katikati hamna tena kipingamizi cha kusema eti tubadilishe hii sauti iwe picha, hapana. Akili ya katikati inaelewa moja kwa moja nini? Inaelewa inaelewa moja kwa moja. inaelewa moja kwa moja kile ambacho sauti inamaanisha. Ikisha kuwa inaelewa moja kwa moja, basi yenyewe inaamrisha mwili, inaamrisha vituo vya nishati kutetema kwa namna fulani. Zikisha tetema kwa namna fulani, hivyo vituo, tezi zinaitikia. Tezi zikitikia zinazalisha homoni. Homoni hizo zinachanganyikana, zikichanganyikana, kinachotokea mwili unaanza kutetema. Kwa frequency hiyo na jinsi unavyocheza unaitikia frequency, unaelewa yaani, mwenyewe ni kama ngoma inapigwa. Yaani unae... niende msibani. Penye makabila yale unakuta wanalia sana msibani. Msibani, wewe wanalia wanalia wanakuwa wanalia wanalia pale, wanaleta hisia ya huzuni. Low frequency. Huzuni, hofu, wasiwasi, matatizo, unakumbuka matatizo, ndio maana unakumbuka matatizo, sijui nini, mababu we, ma, mababu ambao walikufa kwenye matatizo wanaanza kukukumbusha sasa, kwamba unakumbuka na ile unakumbuka na ile eh, ndio hivyo hivyo, kwa sababu kumbuka, nilikuwa nimekuelekeza kwenye habari ya vitu vinavyokuonyesha hisia ya mtetemo wa chini kwamba ni pamoja na hisia mbaya hizo stress, eh, kujisikia, kujihukumu, ndio unakuta mtu ameenda amejinyonga eh? Yani yote hizo ni low frequency. Sasa ukifika pale msibani unashangaa, simanzi zinaanza. Ndio maana nakwambia mwili ni mtumishi mzuri sana wa, wa, ubongo, wa, wa, wa subconscious mind. Mwili ni mtumishi mzuri sana mwili ni mtumishi mzuri sana eh? na kufundisha zana hizi unaweza un, zinaweza zikakusaidia kuelewa mambo mbalimbali ya kiroho. Unajua, mimi nafundisha tu na kudokeza hili, lakini kuna watu, kuna kitu fulani kina kipengele amekuchimba, kwa sababu kuna mtu amemaster kabisa kwamba jicho la tatu bwana a b c d. Unajua kila kitu huwa kina viwango, unafahamu? Kwa viwango vi, vya chini, viwango vya katikati, viwango vya juu, viwango vya chini sana, viwango vya juu sana. Kwenye kitu chochote kile, ufahamu unatofautiana. Kwa sasa ni, mimi hapa nipo kama nakufungulia kodi au kama nakupa tu tips za kwamba we mwenyewe ufuatilie huko, eh, utafuatilia tu udhibitishe haya mambo. Na mimi naamini wewe ni shahidi. Unajikuta mwenyewe umeanza kulia palebisi, pale msipani, umeanza kulia, umeanza kulia kabisa. Unalia kabisa, unakuta unagaragara mwingine hadi akili zinamtoka kabisa. Tuko tayari leo ni sema nikufaa nikufahamu